In Tanzania. And my people, just listen to what uh, Samia Suluhu has said. Samia Suluh ameweza kuteua tu uh, lile jopo ambalo litakuwa linashughulikia ile swala. Yes, the institution that will be spearheading or the institution that will be uh, handling on that issue that was in Tanzania to see what happened. Nadhani tume tunaitarajia ikatuangalizie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

They were not happy in how Samia Suluhu was uh, leading them. Walikuwa wahisi vizuri kwa ule uongozi tu wa Samia Suluhu na ikawa, uh, inawalazimu tu waende street ili waweze kufight Samia Suluhu, uchaguzi usiweze kuendelea pale Tanzania, but Samia Suluhu aliweza kulazimisha tu maneno na kura zikaendelea. Cha tatu ilikuwa ni ile eh, wapinzani wa Samia Suluhu eh, we say Tundu Lissu uh, eh, na wengine wengi wa chama cha Chadema waliweza kufungiwa ndani, you see so Samia Suluhu aliweza kujiingiza pale kwenye uchaguzi akiwa yeye peke yake, kinyume na Watanzania. This is hs this are some things that made Tanzanians to go to street. These are things that

the electoral process that will be happening here in Tanzania. Sorry, so this what? uh, people were not, people were against it and Samia Suluhu knew very well. Samia Suluhu alijaribu tu eh, kulazimisha ile kura iweze kuendelea Tanzania akijua tu akiwa na mpinzani wapinzani watakuwa wana mbwaga na kawa analazimisha tu eh, wale wapinzani wafungiwe ndani, wale wapinzani wasijihusishe tu na ile kura, na ni kitu tu ambacho kiliweza kuwakwaza wengi, ni kitu tu ambacho kiliweza kuwaudhi Watanzania wengi, na ikawalazimu waweze kujiingiza kwenye barabara, waweze kukasirika na kuweza kumupigania ili asiweze kurudi kwenye uongozi. So, these are some of the things that are Youths wa against Samia Suluhu na kuweza kuongezea pale. Baada tu ya Samia Suluhu kuweza kuapishwa pale, alijilazimisha tu eh, na kusema uh, kuweza kupigiwa kunini kuandaa ule uchaguzi na kaweza ku uh, tume uchaguzi na kiweza kusema kuwa kura ambazo zimepigwa pale ni kura milioni uh, Samia Suluhu aliweza kushinda na 31 million kitu ambacho watu wengi waliweza kushangaa uh, most people were not, uh, shocked about the results that were there in Tanzania cause you see people were protesting most of the most big number of people were protesting and instead that Samia Suluhu's uh, electoral uh, process said that uh, She gathered 31 million. So this is what made Tanzanians to be shocked on that information. Na pia tumeweza kuona uh, baada ya kuweza kuapishwa, kuna mawaziri tu Samia Suluhu ameweza kuwateua mawaziri, ikionekana kuwa kuna msichanaaka ameweza kupewa uwaziri pale Minister for Education eh, tumeweza kuona uh, indo wa wake pia ameweza kumteua. So ni vitu tu ambavyo wengi wana shauku nayo, ni vitu tu ambavyo wengi hawana furaha na Samia Suluhu. So, my people just drop your comment and tell us what is your opinion on this. Je, unahisi nini eh, kwa huu uongozi wa Samia Suluhu eh, jinsi aliweza kujiingiza mamlakani na jinsi ameamua kuwaongoza Watanzania. Je, will she survive Till five years to, to end. Ni utueleze tu o, naweza kutuambia. Je, maoni yako ni yapi kuhusu eh, uongozi wa Samia Suluhu? Maoni yako ni yapi kuhusu uongozi wa Samia Suluhu eh, jinsi tu ameweza kufanya kazi yake, ama jinsi tu ameweza kushinda pale uchaguzi wa Tanzania. Una maoni gani kuhusu hilo and my people thank you for being here and thank you for following up and let us meet in the next episode